Huu ni msururu wa wanyama wote duniani sasa unaelekea katika safina kuu na maarufu kuliko zote duniani, safina ya Nuhu. Takribani miaka elfu mbili mia tatu hadi elfu mbili mia tano kabla ya Kristo, Mungu alitoa adhabu kwa viumbe vyote duniani kwa sababu ya maovu mengi waliokuwa wakifanya ikiwemo wanawake wa wakati huo kulala na malaika na kuzaa nao majitu na au wanefeli. Yote ya yote, familia ya mtu mmoja tu mwenye haki aliyeitwa Nuhu ndiyo iliyookoka juu ya majanga na adhabu hii kali. Basi Nuhu na vijana wake watatu, Hamu, Shemu na Yafeti pamoja na wake zao pia waliandamana na msululu huu wa wanyama kama walivyoagizwa na Mungu will, Miriam, no na kwa siku arobaini mvua kuu ikanyesha, maji yakafurika mno juu ya uso wa dunia. Nje ya safina ikawa ni kilio na kusaga meno watoto wanaume, wanawake, ng'ombe, mbuzi, mijusi, mimea na kila kitu vikasombwa vyote na gharika kuu. Na kwa zaidi ya mwaka, maji yaliendelea kuwepo juu ya uso wa nchi. Baada ya mwaka tangu familia ya Nuhu na wanaye waingie kwenye safina, maji yakakauka na familia ya Nuhu pekee ikawa imebaki duniani. Hadithi hii ina umaarufu kote duniani kwani watu wengi hunyweshwa hadithi hii kabla hata hatujaweza kubwabwaja vizuri, na kwa sababu hiyo simulizi hii imekuwa kweli kichwani mwetu tangu udogoni mwetu, kwani hatujawahi kudhani kuwa kunaweza kuwa na hoja ya kuikandamiza. Wapo wengi leo wenye maswali dhidi ya kila hatua ya hadithi hii.

We, we observe in the, in, the, in the current world and, and we're able to uh, come up with maybe different ways this could have happened or that could have happened. Lakini ni zipi hoja hizi na je, zina mashiko au ni ushotani tu? Basi jiandae, chukua peni na karatasi, chukua chai, juisi, uji, kahawa, ulanzi, maamuzi ni yako, na ukae tayari kusikia hoja zote usizozijua dhidi ya hadithi hii yenye umaarufu kote duniani. Hadithi ya safina ya Nuhu na gharika kuu. Kwa mujibu wa Biblia, safina ya Nuhu ilipaswa iwe na vipimo vifuatavyo: dhiraa mia tatu urefu, dhiraa hamsini upana, na dhiraa thelathini kwenda juu. Dhiraa ni kipimo cha zamani kabla ya uwepo wa vipimo thabiti vinavyojulikana duniani kote leo, kama mita, inchi na sentimita. Dhiraa maana yake ni mkono kutoka kwenye vijana tunakiita kipepsi, hadi mwisho wa kidole cha kati hivyo. Kwa sababu mikono inatofautiana, dhiraa moja yaweza kuwa sentimita 45 hadi 52 sawa na mita nusu. Kwa hiyo urefu wa safina ulikuwa mita 137 hadi mita 166 upana mita 22.9 na urefu kwenda juu mita 13.7. Kwa hiyo uwanja wa Mkapa wenye urefu wa mita mia na tano na upana wa mita sitini na nane tuukate nusu na hiyo nusu ipunguzwe tena kidogo halafu tuongeze urefu wa mita 32 na juu iende mita 13.7. Humo ndimo wanatakiwa waingie wanyama wote wanaohitajika na vyakula vyao watakavyokula zaidi ya mwaka kwani gharika ilianza Nuhu akiwa na miaka mia sita na kuisha akiwa na miaka mia sita na moja. Safina hii ilitengenezwa kwa mti wa mvinje. Hii miti inapatikana sehemu nyingi, ila sisi wagosi wa kaya, inapatikana kule Usambara. Sasa kwa kuwa tumeshafahamu ukubwa wa safina yetu, tujue tunaweza kubeba kilo ngapi za mzigo. Mambo Mungu wote mliokimbia hesabu za Akimedes principle sekondari, oo, nitaiaplai wapi? Milima ikutani! Wewe na physics mmekutana tena kwa mara nyingine. Ili mambo yasiwe magumu sana, nitatumia tani badala ya namna halisi ya vipimo ya CBM. Kwa mujibu wa uchunguzi uliofanywa na wanafizikia wa University of Leicester, wao walifanya hesabu za makadirio kuwa safina ingeweza kuwa na uzito kiasi gani, kama Nuhu alitumia mti wa mvinje. Hesabu yao ikawa, safina ingekuwa na ujazo wa milimita za ujazo 2369.7 sawa na tani 1200. Safina hii yenye uzito wa tani 1200 ingeelea juu ya maji na kuzama kwa chini kwa mita 0.34 tu. Lakini safina hii ina uwezo wa kubeba uzito kiasi gani? Kwa sababu najua ujui hesabu na hauna karatasi japo nilikuambia uchukue, ndio maana una fail physics. Wasomi hawa bado wakatupigia hesabu za Archimedes. na kusema kuwa safina hii inaweza kujazwa tani 51750. Hapa safina inajazwa hadi kwenye kifuniko, linaelea paa tu, na tukiongeza panya rodi mmoja tu inazama yote. Kilichobaki kichobaki ni kupakia wanyama wote, tuone kama itaweza kubeba wanyama wa dunia nzima na vyakula vyao. Idadi ya wa wanyama wanaohitajika kubebwa pia ni tatizo, kwani japo wengi tumekalili ni wawili wawili Mwanzo saba mstari wa pili nasema wanyama saba saba walio safi na wawili wawili wasio safi. Kwa hiyo ng'ombe, kondoo, mbuzi na kadhalika saba saba nguruwe, ngamia, simba, chui na kadhalika wawili wawili, kwa mujibu wa Wayahudi kama ilivyoandikwa kumbukumbu kumbukumbu la Torati. Mbwa wa kufugwa, mbwa mwitu, kayoti na jakal ni spishi tofauti za familia moja ya kanida. Duniani kote kuna spishi za nchikavu takribani milioni nane pointi sita ikiwa kwenye kila spishi tutachukua wanyama wawili wawili, maana yake tuna wanyama milioni kumi na sita pointi tatu wa kuweka kwenye safina. Tuashumu kila mnyama ana kilo sifuri pointi moja, tujifanye hatujui tembo, kifaru, kiboko na kadhalika. Je, wataenea kwenye hii safina? Jumla tunapata kilo milioni moja pointi sita tatu sawa na tani elfu moja mia sita thelathini ila wanyama hawana kilo sifuri point moja kwa hiyo tufanye kila mnyama wa nchikavu ana kilo moja. Je, wataenea kwenye safina? Na hapo hatuweki vyumba wala nini. Hapo itapatikana kilogramu milioni kumi na sita sawa na tani elfu kumi na sita. Tukiweka kila mnyama ana kilo ishirini hali haiwe nzuri, kwani inapatikana kilogramu milioni mia tatu 26 sawa na tani laki tatu na elfu ishirini na sita. Safina yetu ilikuwa na uwezo wa kubeba tani elfu hamsini na moja tu, na hata tukiweka kila mnyama na kilo kumi tu bado, mwisho wanyama watakuwa na tani laki moja na elfu sitini na tatu kwa hiyo hakuna matumaini ya kuelea. Kwa hiyo Nuhu aliwezaje kubeba wanyama wote hawa duniani hadi saba saba kwenye safina yenye uwezo wa tani elfu hamsini na moja tu. Hapa ndipo evangelical biblical scholars wanapoingia. Wewe fahamu, hawa ni wasomi wanaotetea Biblia. Wanasema safina haikuweka kila spishi, bali kila familia ya wanyama wanaingia wawili tu, yani kama pale mwanzo tuliposema, mbwa wa kufuga, mbwa mwitu, kayoti na jaka ni spishi tofauti za familia moja ya kanide. Badala ya kuweka mbwa wawili, mbwa mwitu wawili tunaweka yote wawili, tunaweka mbwa wa kufuga wawili tu, au wengine wajifunze kuogelea, na baadaye, baada ya gharika kuu, Mungu atafanya miujiza yake na spishi zote zitarudi kupitia evolution. Japo mwanzo tukiambiwa binadamu ametokana na sokwe, huwa watu wa dini wanakataa na kuikashifu theory kiujumla, hapa wanaikubali na kuitumia. Na vibaya zaidi, theory ya evolution inasema mabadiliko ya kutoka kwenye sokwe hadi binadamu alichukua miaka zaidi ya milioni sita hadi saba kitu ambacho ni cha taratibu mno. Wasomi wa kidini wanakataa yote hayo na wanakuja na evolution yao ya wanyama wote duniani iliyochukua muda mfupi kuliko yote, miaka elfu nne na mia tatu tu. Lakini bado kuna shida zingine kwenye hadithi ya safina. Nuhu aliwezaje kuhifadhi vyakula vya wanyama hawa kwa mwaka mzima bila kuharibika? Vinyesi vya wanyama hawa vilienda wapi? Kwa sababu maelekezo yaliyotolewa ni dirisha moja na mlango mmoja, na vyote vilifungwa. Walikuwa wanapumuaje ndani ya safina hii? Je, waliwasha taa? Kama ndio, iliwezekanaje? Kwa sababu kwa wingi wa metha unaosababishwa na kinyesi ungefanya kiberiti tu kuwa bomu. Jani la mzeituni alilodinalo njiwa alipoachiliwa lilitokea wapi ikiwa miti yote ilikuwa chini ya maji kwa zaidi ya mwaka? Mizeituni haiwezi kuishi chini ya maji kwa zaidi ya mwaka. Na je, miti pia iliingia kwenye safina pamoja na spishi zingine zote? Samaki je, kama waliingia kwenye safina, kwanza, uzito utaongezeka kupita kiasi; pili, aliwezaje kuwahudumia wote hao wakaishi, kwani samaki wanahitaji uangalizi wa hali ya juu mno? Kama walibaki baharini na mtoni hali ilikuwaje? Kwa sababu asilimia tisini ya samaki huwa ni wa maji ya aina moja tu. Ukichanganya samaki wa chumvi kwenye maji ya mto watakufa, ukiweka samaki wa mto kwenye maji ya chumvi watakufa, isipokuwa asilimia chache sana ya samaki. Na je, si tungekuta mabaki ya binadamu na wanyama walioungamana kuashiria walikufa wote kwa wakati mmoja kwa pigo moja la dunia nzima? Mbona hakuna kilichopatikana hadi leo? Pia penguins wanaohitaji baridi na mjusi wanaohitaji joto, ili waendelee kuishi waliwezaje kuishi kwenye safina moja yenye joto moja kwa zaidi ya mwaka? Nuhu alikuwa na mashine ya seruji au vipi? Pia safina ambayo iliwezaje kuelea juu ya maji mengi kwa kiasi hicho, maji yenye nguvu Kwani watu wamewahi kutengeneza meli kubwa nyingi za mbao miaka ya hivi karibuni, ikiwemo Wyoming ya elfu moja mia tisa na tisa iliyozama elfu moja mia tisa ishirini na nne na wafanyakazi kumi na nne. Ilizama kwa sababu kwenye mawimbi ya bahari ilikuwa inapindapinda kwa sababu ya kutengenezwa kwa mbao, hivyo ilivunjika, licha ya kuwa ilitengenezwa na wataalamu na ilitumia teknolojia nyingi mpya za sasa. Ilikuwa haina mzigo wowote isipokuwa wafanyakazi kumi na nne, lakini Nuhu aliweza kubeba maelfu na maelfu ya wanyama na wote wakanusurika. Pia Nuhu na watoto wake watatu waliwezaji kutengeneza meli hii kubwa, ikiwa Kenham muumini wa dini ya kikristo na kiongozi wa dini alitengeneza muundo sawa wa safina hii alitumia zaidi ya mamilioni ya mamia ya kimarekani wafanyakazi zaidi ya elfu moja mashine kubwa za ujenzi na mwisho wa siku meli hii ya kenham bado haikuweza kuingia kwenye bahari na kuelea licha ya teknolojia zote zilizotumika au ni kwa sababu nuhu alitumia miaka mia hadi mia ishirini na wanyama wa kutembea waliwezaje kufika hadi maeneo ya mesopotamia kutoka mabara kama Australia ambayo hayana sehemu kavu ya wanyama hawa kutembea. Na ikiwa yote haya yaliwezekana kwa miujiza ya Mungu, kwa nini basi isingekuwa tu ni kuwayeyusha tu wanyama na binadamu wote wasiohitajika duniani badala ya kuweka mafuriko makubwa ambayo yanaongeza maswali na kwa binadamu waliobaki leo hii? Pia kwa nini hadithi tofauti tufaut, tofauti kama Epic of Gilgamesh ambazo zinasemekana kuandikwa maelfu ya miaka kabla ya hadithi ya Nuhu zinafanana karibia kila kitu na simulizi hii. Mwisho wa siku haya ni maswali tu na kuuliza si ujinga. Nia ni kuwa na majibu ya hadithi hizi ambazo zina umuhimu kwetu, tuliadisiwa tangu tukizaliwa hadi leo. Ikiwa kila unaposikia maswali haya unadhani si vema, kwani ni kufuru, kwa nini tukiwa tunakaribia mitiani mikuu huwa tunasali sana Mungu atuelekeze tuelewe na tufaulu elimu ya kidunia? Je, hawezi kufanya hivyo kwa elimu ya kwake mwenyewe ya kimungu? Video ijayo itahusu simulizi nyingine tatu zinazoendana kila kitu na simulizi ya safina na gharika kuu ya Nuhu, zilizoandikwa maelfu ya miaka kabla ya simulizi ya Nuhu. Asante kwa kuangalia, tukutane huko.